Maeksi, mnikome Maxi, mnikome nipo najilambo na mke wangu. Aa, mimi kusema kweli, samahani, sauti ya mke wangu nataka nisikie mara ya kwanza nikiwa naye ndani you know? yeah! Um, tabia wa, wa, Warundi au tuseme baadhi ya watu wengine, unajua kila mtu the way alivyolelewa kwa hiyo sitaki kusema Watanzania wa kike kule wana, wana matatizo hapana, wenzangu wengi na wameshaoa kule okay. Lakini nafikiri ni machaguzi na, na safari ambayo Mwenyezi Mungu amemwandikia kila mmoja wao. Jamani, ndugu zangu wa Tanzania popote pale mlipo, mjitafute nauli, mje mje Burundi. Kusema kweli, Burundi kuna vitu, Burundi kuna watu wakarimu Burundi, watu wana upendo, wapo hambo sana yes. Imagine, mimi nimekuja peke yangu, lakini nimebeba baadhi ya ndugu. Karibuni wote kwao, yes. Njoo, njooni jamani. Mimi moja ya kitu ambacho nachofurahi ni hicho, chakula ambacho nilichokipenda Burundi. Kuna ule kama ugali fulani wa mogo unatoka kwenye nini zile maganda ya nini ya ya mgomba au uroe urhli kuna mboga fulani imechanganywa kama na imechanganywa na samaki kama kwetu tunaita mnavu, huku si unaitwaje? <mimu> msoma <mimu> e ale nilijilamba <mimu>